Yesu Kristo. Milele amina. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari za novena ya Roho Mtakatifu. Leo ni siku ya sita. Katika siku ya leo ndugu zangu wapendwa, tunapata dhamira ya kwamba Roho Mtakatifu anatutia nguvu. Roho Mtakatifu anatujalia mapaji paji maridhawa. Mojawapo ya paji ni paji la paji la nguvu. Paji la nguvu linatusaidia nini? Inatusaidia daima kuyapokea magumu, changamoto, maumivu, giza la maisha na yote ambayo tunakutana nayo katika namna ambayo hatutakata tamaa, bali tutaendelea kusimama imara. Paji la Roho Mtakatifu tunali ile la nguvu tunali, tunalipata pia hata kwenye maandiko matakatifu. Kabla ya Petro kushukiwa Roho Mtakatifu, maana yake kabla ya kupata paji la nguvu, alikuwa mwoga alikuwa hana ujasiri wa kuhubiri, ndio maana alipopata changamoto ya jaribu alimkana Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu, anapojaliwa anapojaliwe pa Petro, anasimama mara mara moja siku ile ya Pentecoste na kumuhubiri Yesu Kristo kwa ushujaa mkubwa, na siku hiyo hiyo, kutokana na mahubiri yake, watu wapatae elfu tano wanaongoka. Hata na sisi tuombe paji la Roho Mtakatifu ili tuwe na ujasiri wa kuyakabili maisha haya ambayo ndani yake yamejaa maumivu, majonzi, changamoto, ma na kila aina ya vitu ambavyo vinaweza kututia mashaka na mkato wa tamaa. Roho Mtakatifu atujalie nguvu siku zote za maisha yetu, tusikate tamaa, bali tuendelee kusimama imara katika imani yetu. Tumsifu Yesu Kristo.